Eneo hili ni muhimu sana. Kwanza ni eneo la hifadhi, lakini mnaweza mkaona hizi nguzo zina gridi ya taifa. Mkisogea hapo mbele mtaona nguzo zimechimbwa, mpaka nguzo ishaanza kulala. Lakini eneo hili linapita bomba letu la mafuta la Tazama. Mnaweza mkaona huu mlima una hifadhi, una maji, unatiririsha maji kwenye bwao wetu la wapi, la Mindu pale. Hawa wanaofanya waribifu wanachenjua kile wanachoita kama ni madini wanatumia mpaka mekyu. Niambie, yale maji machafu kama kuna mekyu lile, content ya mekyu inaenda kule, wale wakazi wote wa Morogoro mjini si wanaenda kunywa ile mekyu, si hatari? Kwani ni mara ngapi hapa elimu inatolewa? Hawa watu ni wakazi wa Mindu na kuna watu nane tayari tuko nao tunashughulika nao, lakini kibaya zaidi wamechimba mpaka barabara. Yani hii barabara imechimbwa katikati. Serikali inatumia gharama kubwa sana kuweka miundo mbinu Shimu hilo size tumelikuta limepangwa mawe, lakini hilo shimo hilo tasimini inafika mpaka kati ya iyo barabara hapo unapoiona, huo ndo uharibifu ambao uliokuwa unafanywa na watu hao ambao walikuwa unafanya shughuli hizi za uchimbaji. Usije ukatafuta shida, usije ukatafuta balaa. Naendelea tena kusema, wananchi wangu, kama wewe hupo ulikuwa unafanya, una jirani yako mwambie akatafute kazi nyingine. Kweli kuna uharibifu mkubwa sana ambao uliofanyika hapa. Mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi ya usalama ya wilaya aziite hizi taasisi wawe pamoja, kwa sababu huu uharibifu kila baada ya mwaka unafanyika hapa, ila mwaka huu naona umezidi sana. Uwe hapa kuwe na ulinzi endelevu, aiza za kujengi kituo cha polisi, usalama wa haya maeneo yatakuwepo. Katika haya maeneo kuna walinzi, ukiingia TANESCO wapo kuna kibanda kimejengwa pale, ukienda huku chini bwawani wapo. Kabla hatujaanza kumtafuta mchawi nani, tungeanza kudili nao wa ambao wao watu wako site. Kwa nini wapo kwenye site? Kwa ajili ya ulinzi, lakini uharibifu unaendelea. Hiki kikao kingekuwa labda mwanzoni kabisa, kabla hali hii haija haijakuwepo haija. Waliopewa mamlaka ya kusimamia hili eneo nao, labda wanahusika na namna moja ama nyingine kwenye hili, halafu uharibifu unafanyika halafu wenyewe hawafanyi hawachukui hatua, haiwezekani. Lazima kuna kitu kiko nyuma ya pazia ha? Mindu hakuna, hakuna kibali cha, cha ma, madini, hawajatoa kibali cha kwenye serikali ya mtaa wala kwa mtu binafsi kuchimba madini. Lakini kwa nini zoezi hili linafanyika? Kuna watu ambao wanajua hili jukumu kwamba kuna kitu gani kinafanyika hapa.